Makamu Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, John Heche, amekamatwa na polisi katika viunga vya Mahakama Kuu ya Dar es Salaam alikokuwa amefika kufuatilia kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho, Tundu Lissu, inayoendelea mahakamani hapo. Katibu mkuu wa CHADEMA, John Mnyika, amesema huenda kukamatwa kwa Heche kunahusiana na sakata lake la hivi karibuni na idara ya uhamiaji. Florence Majani ana taarifa kamili. Kiongozi huyo wa Chadema John Chacha Heche alikamatwa na polisi mara tu baada ya kuingia katika geti kuu la Mahakama Kuu Masijala Ndogo ya Dar es Salaam leo mnamo saa tatu asubuhi. Heche alikuwa amefika mahakamani hapo kufuatilia kesi mbili. Ile ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anayekabiliwa na mashitaka ya uhaini na nyingine ni ile inayohusu matumizi ya rasilimali za chama ambayo pia inasikilizwa leo mahakamani hapo. Akizungumza na wanahabari muda mfupi baada tu ya tukio hilo, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amesema hadi sasa hawajapata taarifa rasmi kuhusu sababu hasa za kukamatwa kwa Heche, lakini akagusia uwezekano wa tukio hilo na mgogoro wa Heche na idara ya uhamiaji. Naamini hawajasema sababu kwa sababu tukio la ghafla kabla hata kuijua sababu, lakini tutakumbuka kwamba idara ya uhamiaji ilitoa taarifa kwa umma ikidai kwamba makamu mwenyekiti alikwenda nje ya nchi kinyume na utaratibu, taarifa ambayo haikuwa ya kweli. Sasa inawezekana kabisa kukamatwa kwake kunaweza kuwa kunahusiana na, na taarifa hiyo. Kama kukamatwa kwake kunahusiana na taarifa hiyo, ni jambo la kusikitisha sana. Itakumbukwa kwamba wiki iliyopita Heche alizuiwa na maofisa wa idara ya uhamiaji katika eneo la Izibania mpakani mwa Tanzania na Kenya mkoani Mara alipokuwa akielekea kuhudhuria mazishi ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga. Baada ya tukio hilo idara ya uhamiaji ilitoa taarifa ikidai kwamba kiongozi huyo alivuka mpaka na kuingia Kenya bila kufuata taratibu za kisheria za uhamiaji. Juhudi za kuwapata maofisa wa polisi ili kutoa ufafanuzi kuhusu sababu za kukamatwa kwa Heche hazikufanikiwa hadi tunakwenda mitamboni. Wakati huo huo, katika Mahakama Kuu leo Jaji Danstan Ndunguru ametoa uamuzi mdogo katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu. Baada ya upande wa utetezi kuwasilisha pingamizi dhidi ya shahidi wa upande wa jamhuri aliyejitambulisha kama mtaalamu wa picha, Lisu aliieleza mahakama kuwa shahidi huyo hana mamlaka ya kisheria kuwasilisha kielelezo hicho kwa kuwa yeye ni mtaalamu wa picha za mnato na si mtaalamu wa picha jongefu au video kama kesi inavyohitaji. Jaji Ndunguru alikubaliana na hoja za Lisu akisema shahidi huyo hana mamlaka ya kisheria kuwasilisha ushahidi mahakamani. Kesi ya msingi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu inaendelea kusikilizwa katika Mahakama Kuu, masijala ndogo ya Dar es Salaam. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.